Jeshi la polisi mkoani Tanga limetoa sababu ya kuendelea kumshikilia Bundia Hasani Mwakinyo kwa tuhuma za kumshambulia kijana Musa Ali. Sasa akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, kamanda wa polisi mkoani Tanga Almachus Mchunguz alisema haya: Jeshi la polisi mkoa wa Tanga linamshikilia Hasani Mwakinyo miaka ishirini na tisa, mkazi wa Saare jijini Tanga kwa tuhuma za kumjeruhi na kumshambulia Musa Ali ambaye ana na miaka ishirini na moja. Huyu ni mvuvi mkazi wa Saale jijini Tanga. Tukio hilo lilitokea siku ya tarehe nne mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano huko nyumbani kwa Asali Mwakinyo. Uchunguzi wa shauri unaendelea, ukikamilika mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi mkoa wa Tanga linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za uhalifu na wahalifu sambamba na kuacha kujichukulia vitendo viovu hasa matukio ya kujichukulia sheria mikononi, kwani kufanya hivyo ni kosa la jinai. Baada ya kuhojiwa, yeye alieleza kwamba yule mtu alimtem kama mwizi, lakini mtu huwa kama mwizi haimpi mtu mamlaka ya kuchukua sheria mkononi, na ndio maana jeshi la polisi limkamata na kumshikilia na kuendelea kuchunguza kujua kiini cha kumshambulia huyu mwanga ambaye alipata tatizo hilo. Na kweli kama unavyosema, kumekuwepo na tuhuma mbalimbali mbali, zi ambazo zinamtuhumu huyu Hasani Mwakinyo kwamba amekuwa akifanya vitendo siku za nyuma. Jeshi la polisi tunaendelea kufanya uchunguzi juu ya tuhuma hizo, na kama mtu yoyote ana taarifa yoyote ya tuhuma hizo za nyuma, basi alete jeshi la polisi litashughulikia swala so, so, so hili halina cha bondia swala, so hili ni mtu yeyote, hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria. Kila mtu ana wajibu wa kufata sheria, regardless wewe ni nani, kwa sababu hakuna mtu yuko juu ya sheria. Kwa hiyo kila mtu afanye afate, apate sheria. Unapofanya kosa la jinai lolote, jeshi la polisi sisi tunakushughulikia kwa mujibu wa sheria.